Baada ya kia hali yake kiafya kuwa mbaya kwa muda mrefu sana, hasa kuzidiwa kwa mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwezi Disemba na hata kuripotiwa kuwa amepelekwa nchini Marekani kwa ajili ya matibabu, lakini baadaye kuthibitishwa kuwa mmoja ya huduma ambayo angepatiwa ni sajeri ya kongosho. So ni mengi ambayo alichukua nafasi kumuhusisha msanii kutokea nchini Uganda, Jose Chameleone, mkongwe wa muziki ambaye amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye soko la Afrika Mashariki. Sasa Picha na video hizi unazoziona hapa ni kurejea kwa Jose Chameleone nchini Uganda. Msanii huyu aliwasili kwenye uwanja wa Entebbe na kisha kupokelewa na umati mkubwa sana wa mashabiki, lakini pia gari la kifahari na msururu mkubwa pia wa magari mengine na hata bodaboda. Msanii huyu pia alipata nafasi ya kuimba kidogo kama sehemu ya kuapa furaha mashabiki ambao walikuwa akimgoja kwa, kwa, kwa hamu